Hata wewe ambao unanitazama leo ushapoteza mwelekeo tayari ya maisha. Wakati tu Kenya ilipoteza mwelekeo wa maisha ile wakati ilipingwa bajeti ya Kenya, ndio shetani alianza kuiumbisha Kenya na akaitoa katika njia ambayo ilikuwa ni ile maono ambayo tulikuwa tumepanga yetu ya Kenya, na akatuelekeza katika barabara yake ya guzimu, na ndio mbona sasa hivi Kenya ilishapoteza mwelekeo nyinyi wachungaji, Kenya ilipoteza mwelekeo, ishatoka katika njia yake, imeelekea katika njia ambayo ni njia ambayo ni njia ya falme wa giza. Wakati adui anakuja katika maisha yako hata katika ndoa, ataweza eka roho ndani ya mke wako, hata umpe advice hizi kubali akumaneno, ama akuja poteza mume wako, amweke roho ya usharati, vita, hasira, hakuna kaa chini kusikiza baadaye mmoja wao akishachoka, ataanza kupoteza mwelekeo ya ile ndoa, na ladha ya ndoa inaanza kupotea, na wale watoto wenu nao watapoteza mwelekeo, maana watakuwa na baraka za mama na baraka za baba. Na ndio maana devil amejaribu kupiga ndoa, ili kila mtu aishi peke yake, ili hakuna mtu atakuwa na baraka. Na ndio maana devil alianza kuja Kenya kupoteza mwelekeo kwa kila mtu, ameingia vijijini, kila maeneo anapeana kila mali ni lon lon chama, lon, chama, lon chama. Yani kila mtu lazima anakisha ako na deni. Wewe kama uko na deni, jua wewe ushapoteza mwelekeo. Hata kama uko na deni yoyote ushapoteza mwelekeo, ushapoteza mwelekeo. Maana sasa anayekuongoza ni yule ambaye alikopesha ile deni. Akisema leo ni left, leo ni ni right, ni right. Akisema leo akunyime amani na kujia pesa na kujia kuzoa vitu ambavyo kupeleka polisi ushapoteza mwelekeo ya maombi ya kumtafuta Mungu. Sasa ukienda mbele za Mungu ni kulia tu. Mungu nisaidie nilipe hiyo pesa lakini hakuna kumwabudu Mungu. Nataka usikize mtu wa Mungu. Mungu alituumba sisi tumuabudu. Wewe kama ushaitoa pesa kwa mganga, ulishapoteza mwelekeo ya maisha kabisa. Rudi. Rudi kwa kunyenyekea Yoeli 2:12, kumi na mbili, asema Bwana, nirudieni mimi kwa kufunga na kulia na kuomboleza rarueni mioyo yenu, wala si mavazi. Na mimi Mungu ni mwepesi wa hasira, nitakuja na kuponya. Njeni maandike nasema ya kwamba ikiwa taifa lilioitwa kwa jina langu litaacha tabia zao mbaya na kunirudia mimi Mungu, basi mimi Mungu nitaiponya nchi yao. Na leo nitakuzungumza na wewe, ikiwa wewe ambao ulikopa riba ama ulikopesha riba, ikiwa ulienda kwa mganga ikiwa ulioa mke wa pili, ushapoteza mwelekeo. Ikiwa ulifanya umefanya uzuizi kando na ndoa yako, ushapoteza mwelekeo ya kwamba, tafuta mtu atakayekufungua kufungua macho, urudi katika mwelekeo, katika njia. Maana shetani ujaribu kutoka katika njia ya kimungu, akuleta katika njia yake, ili aweze kuongoza. Ili gari ni kwa mfano, gari liko barabarani, garagara ambayo la lami, lakini ukajikuta ya kwamba limetolewa pale limepelekwa kule kwenye barabara ambapo ni ya, ya msitu. Ni rahisi sana kuanguka, rahisi sana kuzama, rahisi sana ku, watu kukufa, maana ishatoka katika barabara yake limelekea barabara nyingine. So wewe ushatoka katika barabara yako ya biashara, ukileea katika, bia, katika barabara ya madeni. Mwanangu, utarudi lini? Ushapoteza mwelekeo. Mungu anakuita leo, Yesu anakutaka leo Yesu anakutamani leo, fumbua macho yako. Wacha hiyo njia ya waganga, wacha hiyo njia ya usharati, wacha hiyo njia ya ulevi, maana ushapoteza mwelekeo. Wacha hiyo njia ya hasira, wacha hiyo njia ya kuishi kwa madeni. Angalia maisha yako iliangukia wapi, kisha tumrudie Mungu jioni ya leo, kisha tumtafute Mungu jioni ya leo, naye atajibu maombi yetu. Naye atakurudia, naye atakutetea, naye atakupigania, naye atainua maisha yako, atabadilisha maisha yako. Mnang'ang'ana, lakini bila Yesu ni bure. Hiyo kazi bila Yesu ni bure, hiyo ndoa bila Yesu ni bure. Experience mingi, akili mingi bila Yesu ni bure, masomo mengi bila Yesu ni bure. Hata ukapeleka mtoto univesiti wapi, ukatumia hela mingi ni bure. Tunahitaji, sisi hatuwezi lolote bila Yesu, hatuwezi lolote bila Yesu.